Kwa sababu aliweza kukataa kwa sababu ya kuingia katika kikundi ambavyo hakujaweza, kwa sababu mimi mwenyewe sikuwa nikaweza kumfundisha kenye anakaa, na hiyo inafanya ninasikia ya kwamba ifire nilikaa meki mbali na huyu mtoto ndilifanya hacha shule. Inaniuma sana wakati ninaona ya kwamba alikataa shule akiwa form na, inaniuma sana kwa sababu naona ni kwamba ni mimi ndo nilifanya kwa, kwa sababu sikuwa karibu na yeye nimfundisha ama niweze kuongea na dawate baba yake, hakukuwa niliweza mimi kumsaidia. So wakati mwingine na meuma nikiona endelee shule na amepataa kabisa, kwa sababu ya hiyo. Yes, kuna baadhi ya maswali ambayo watu wameuliza pale, na ningependa kabla tumalize, tuweze kuangalia kidogo uh, mwanzo. Kuna yule anasema kwamba anaitwa Mac, Mac Media anasema kwamba Asante mtumishi Kelly na mgeni wako studioni naona pale uh, anazidi kufuatilia mpango, na kuna yule anaitwa Michael Michael, anauliza ulipokuwa uarabu, natumai ile jibu uliweza kujibu changamoto ambazo uliweza kupitia, na ninatumai kwamba uliweza kulijibu. Na basi mtazamaji, najua kwamba kuna mengi ambayo tungeyazungumza, uh, kwa wakati huu lakini kwa sababu ya muda na wakati na mambo mengi ambayo tunakuwa tumekuandalia, kwa maana kuna yale ambayo yanafuata tunapoondoka hewani, ningependa uweze kutoa ujumbe kwa uh, watu. Labda ungetaka watu waelewe nini kuhusiana na yale mateso yaliyoko Uarabu. Kitu uh, ya kwanza nilikuwa nataka kuongeresha wazazi wetu ama wale ambao tunahusisha tuna kwa sababu ya mishahara yetu ambayo tunayoipotea na kwa sababu ya kazi ambayo tunaifanya ngumu na kupitia machozi tunaomba tukiwa katika nchi za Waarabu, ni tafadhali tukituma pesa, mkaweze kutuwekea wale ambao tunatuma, kwa sababu hatuna mabenki akaunti tunaweza weka, kwa sababu kuna wasichana wako pale awachafungua hata akaunti awachui watafanya watafanya, sababu wengine ni wala hata wakusoma waelewe kitu chochote wakupale, yes. Na mtu anatumia maybe bradha yake pesa, maybe mtu anatumia mama yake pesa, mtu wa familia mwenye anaelewa kuwa anaweza muletea pesa. Nawaambia ya kwamba msikule pesa zetu, kwa sababu sile pesa tunapata kwa machozi sana mutumie pesa ambazo tunawatumia kwa njia ambayo inafaa, kwa sababu ya yale ambayo tunayoyapitia kwa sababu ya, ya kutafuta. Nawasii sana kwa jina la Yesu Kristo. Kwa sababu wengi wao wametoka pale, wanakuta wanaenda kujimarisha kwa sababu zile pesa wakikuta wakipanga wafanyia hata biashara wapate. Hiyo ndio ilisha ambayo nilikuwa napea watu ambao wanatumia pesa kutoka Uarabuni ama nchi yoyote ile, watu wapendwa wenu wanafanya kazi labda tunapomaliza na kuondoka, nina imani kwamba mtazamaji wetu ameweza kupata ujumbe ambao tulikuwa tumemwandalia siku ya leo, na tunashukuru kwa hilo pia. Tunasema ni asante kwa kuja kwako studioni. Ningependa labda nikupe nafasi uweze kuwasalimu wawili watatu pale nje, maanake kuna watu ambao wanakutizama pale. Amen. Uh, salamu, salamu, salamu, salamu tunapenda kwa watoto wangu. Kaya ni mahali popote huko na kusalimia mtoto wangu. Na kusalimia iPhone ukiwa hapo shule na chuo, na ngotea mtihani na nenda kuishia mema. Pia mtoto wangu kuimba unapoendelea mtihani siku ya leo bado na kuishia mema. Niruke niende pale Nairobi nikatume salamu zangu kwa Madam Murilia Nyanga pale Grand Race, mahali popote utakapopata kilipo hii, Mungu akubariki na kutenda wema, kwa sababu ulikuwa msasi mzuri sana nikiwa huko Kenya na umeweza kunisaidia. Sitasahau sana, nimekuwa nikitafuta nafasi nikaweze kukushukuru, lakini leo nimepata nafasi hiyo ya kusema. Mungu akubariki sana na sitasahau wasasi wangu, my sisters and brothers. Asemore Mungu akaweze kuwabariki kwa jina la Yesu. Na studio ninasema asante kwa sababu ya kunikaribisha huku na furahia sana kwa yangu, amen. Ulitimiza ndoto zako ulizokuwa unataka kuzitimiza? Bado, kwa sababu watoto wako shule. Kuna mtoto anaenda kufanya form 4 saa hii na kuna mwingine ako grade 9 saa hii, sa wote wako shule saa hii, wanaendelea kungojea mtihani wao na watu, nani anaanza mtihani already. Kwa hivyo bado naangalia venye wanaesa soma, kwa sababu nahitaji wakapate chochote kile, wasikuje kufanya kazi ambayo nimeifanya. Niko na uchungu sana kwa sababu ya yale ambayo nimepitia kwa sababu ya kazi hizi na ninatamani wakaweze kupata kazi zao ili wakakuja kuishi vizuri. Sitaki walie vile vimelia, sitaki watese vile vimetesa. Ni ombi la moyo wangu sana kwa sababu ndiyo imefanya sitaweza kusema nimeacha kufanya kazi. Bado natafuta njia ya kuishi na kufanya kazi ili kuwatafutia wakanione wamemaliza shule. mm-hmm. so, sasa hivi unajishughulisha na nini kwa saa hii? Kuna bips ambazo ninashona vikapu za bips ninauza lakini bado naona kipato yake ni kidogo, asitaweza kunisaidia kuendelea. Lazima nitaenda kazi tena, hmm. kwa ajili ya watoto ili kutumiza ndoto zao. Yes, sijui. so, umetubebea kile ambacho tunaweza ona umetengeza, ama inakuwaje? Wasikuweza kuvibeba kwa leo? kwa sababu ya ninako, nafikiria nina kurudi studio tena, nitakuja na singina kwa sababu saa hizi ile nilishona siliweza kuenda zote. yes, nitaleta wakati mwingine. Asante sana mtazamaji, naomba tuweze kumalizia pale tena. Wakati mwingine tutaweza kumwalika wakati ambapo anakuja kutuonyesha kile ambacho anatengeneza, tumalizie pale la kwangu. Jina Kel Joseph Mugiri, mwelekezi wangu pale nyuma. Nashukuru sana kwa kusimama nasi hadi wakati huu tumeweza kumaliza. Tukutane wakati mwingine baba. May God bless.